Anauliza swali kwamba ni nini husababisha mama mjamzito kupata choo kigumu? Kama unatamani kufahamu, karibu kwenye somo tujifunze kwa pamoja. Lakini kama ni mara yako ya kwanza kutembelea ukurasa huu, usisahau kunifollow kwa mafunzo ya afya ya kila siku. Kwa mama mjamzito, kupata choo kigumu huwa inasababishwa na ongezeko la homoni ya progesterone. Mwanamke anapokuwa na ujauzito, homoni ya progesterone huwa inazalishwa kwa kiwango kikubwa, ili kusupport ujauzito uweze kukua. sasa choo kigumu au anaweza kamaliza siku moja mbili hajapata choo. Lakini kuna mambo ya kuzingatia mwanamke, ili kuweza kuondoa hali ya choo kigumu kipindi ambacho anakuwa na ujauzito. Jambo la kwanza, jitahidi kula vyakula vyenye nyuzi nyuzi, matunda pamoja na mboga mboga, ili kusaidia ule mmeng'enyo wa chakula utakapofanyika uweze kupata choo kilaini. Lakini jambo la pili, jitahidi kunywa maji ya kutosha. Maji mengi yanasaidia katika mmeng'enyo wa chakula na utapata choo ambacho sio kigumu, lakini itaondoa ile hali ya eh, ku, ku, pata siku mbili tatu bila kupata choo. Kwa ukizingatia hayo mambo, utajikuta unapata choo ambacho ni cha kawaida, sio kigumu sana.